Amesema mwezi mtukufu wa kesho nataka kunioa kwao. Mimi nikiona vitu kama vile, moyo wangu unaniuma, afu mi nakupenda, kwa hiyo unanifanyia vitu kama vile, naomba unielewe. Ustaz, ukimaliza huko utaniambia, mi na kusubiria nje. Imani kitu muhimu, ila tuchashinda Wabatilisha swaumu kwa mambo akijinga ukti swaumu stara imekushinda. Dada, ulikuwa wapi? Maana nikuwa na kutafuta nimekaa ndani huko nanasieleielewiat viobaki vomo vichache tu. Ramadhani ni riziki, umeenda kufanya nini? Uone kama huko vitatokea vishawishi, ukaharibu funga yako bure. Najua hayo yote. Umekikuta nini tena huko? Nimemkuta ustazi yule mpandaji wake <tuhi> <tuhi> Lakini dadangu jua umekosea sana, kwa sababu huu ni mwezi wa Ramadhani. Unavyoenda huko vinaweza tukatokea vishawishi, na isitoshe siamisha kwambia usubiri mpaka Ramadhani isha, atakuja kuleta hiyo barua na mahali aka haya <tuhi> <tuhi> <tuhi> <tuhi> <tuhi> Nikwambia kitu kimoja. Yaani wewe umenishauri kila kitu lakini huwezi kunishauri mimi kuacha kubeti. Kubeti mimi ipo ndani ya damu. Kubeti kwangu mimi it is my pleasure to be here. Yaani kwa sababu mimi kubeti yani, nakaa tu mkeka wangu nikiwanga ukitiki mkeka muhindi, tayari kashatoa pesa, maisha yanaendelea. Wewe acha kubeti, kubeti dhambi, kubeti uingie mbinguni, kubeti uingie peponi, sasa tutaishi vipi vijana? Hivi toka uanze kubeti sasa hivi, umefikisha umri gani? Sasa hivi mimi na miaka ishirini na nne kwenye betting. Betting umefanikiwa nini? kuhusu kufanikiwa, nduza unanichekesha nduza. Kwanza kwanza, kubeti imenipa godoro, nimenua godoro, nimenua kitanda, nimenua dressing table, najiangalia pale wakati yani. Achana oh, nayo mambo basi ndugu yangu na akiona nikata ujo changu ujo. Eh, bwana, angalia uumbaji wa Mungu ule. Angalia uumbaji wa Mungu. Bora uendelee kubeti kuliko kuwafuata wale pale. safari ya kwanza umeuza vitu vya babako ndani, leo hii utakuja kuuza hadi nyumba ninapokuambia. Wale mimi najua vizuri wale. Kwa hiyo miwani au? Yani pale namba zingine achana nazo kabisa. Umu taswihu fungeni mpate afya, ila dada swa umu mabaya je? ni kabla Kristi. Unatumika tu muda wote. Napita pale maskani kwako sikuoni, najipisha nyumbani kwako sikuoni ah. Unajua Somu, kitu ambacho kijui kikulacha siku zote kingoni mwako. Unamaanisha nini kusema hivyo? Nisizunguke sana, labda nikuelekeze kitu ambacho kipo. Unajua nilikutana na yule jamaa yako yule sheshe sie nyumba yako sibwanako hata sielele ya mambo. Baada ya kukutana naye, kaniita nikajua, labda ni mchongo, labda kuna mambo atakunielekeza, au labda ni mchongo wa pesa, sio jana vijana. Lakini nashangaa mwisho wa siku anilia, yani alia mbovu, anaongelea mbovu, anongelea mbovu, yani kaongea shiti kinyama mpaka nikasema, ah, haya yapi haya, anakujaja, yani kandia sana, yani kisa ni wewe, yani kanilia ile ile buyu ile, kanikasirikia kabisa, kutoka kimwenzake naongelea shiti pale nyumbani kwangu, usikanyage. Tatu mimi ah, kwa binaipo, kasema nyingi. Nikimwangalia yule mzee kama kama kibabu kibabu kibabu, sio hata hata share mdogo, lakini unakuta ana mambo makubwa, wamesoma sana, anafuga majini kwa kile. Nikimtasimini simpatii picha, nikasema haya, haya yapi, hata ufupi hata kunizidi, ngoja nitungamaye kana siku siku, cheki, sifanya chochote, niko busy na mambo yangu, nimeacha chochote kuhusu wewe. Issue ni yule mtu wako pale nyumbani kwako. So, ah, sasa mtu tayari kashanibaranisha, kashanipanga kuonekana. Wewe staki nikuone pale nyumbani kwangu? Umeona bana, yule binti, moja mbili tatu. Mimi mimi ni mtu mzima, unajua

aendekeza ujana mabaya kwa dunia anayofanya lamana watu kujifutulia sali sala umche Allah, Funga... mm -hmm. Shemeji, salamu aleikum. Waalaikum salamu. Na shemeji, nimepata malalamiko yako, yaani dada analalamika analalamika kweli kweli, sijui kuna nini kinaendelea? Mbona hakuna kitu alikuja nyumbani kwako akakukuta wewe na huyo mpangaji wako mmekaa katika mkao hata ueleweki. Sijui shida ni nini. Sasa ukweli ni kwamba mimi nilikuwa nimekaa barazani nasoma, yule binti akaniambia ustazi, na shida na wewe nataka, je, nikuelezee? Nikamwambia sawa, akaja akakaa pale. Tena siku hatukugusana hata kidogo, nimekaa mbali nakakaa mbali. Sasa kabla hajaanza kunielezea, ndo ndugu wako anakuja kwa yeye katika fikra zake akajua labda kuna jambo linaendelea, lakini sio hivyo shemeji yangu, siwezi kufanya hivyo katika mwezi kama huu, siwezi kufanya hivyo vitu. Yani mimi mwenyewe nilitaka nishangae, yani kwa jinsi ambavyo ninakujua mimi, alafu na mambo ambayo, ambayo amenielezea dada, mm. mm. ningestaajabu kwa kweli. Basi sio kweli, yani sio kweli kabisa, na siwezi kufanya hivyo vitu sasa hivi. Assalamu alaykum. Ah, ostazi Assalamu alaikum. Waalaikum salam, ostazi. Noma wewe bwana ostazi. Kwanza wewe, kwanza nikupongeze, nikupe hongera zako ostazi. Unajua kuchagua ostazi. Ukipiga dua, dua zako dua kweli zinakubalika, lakini kwa sisi unatupiga dua tunapata vyausimangara, cheusimangara, lakini wewe dua zako unapata watoto weupe, watoto wa Tanga Watoto wametulia. Hii hii rangi ya Mtume aliyoiombea. Hii mtoto atakiwa kwenye giza, mwanga unatoka. O, ongera stazi, ongera. Dua zako ni kali sana kwako, unabeba vitoto vya Tanga vyeupe vyeupe, sisi unatupa vyeusi. Dua eh, zikipiga inatoa vyeusi Mmeendana wao congratulations. E, si hata mkumbatiane kidogo jamani, kwani usimame naye njiani na mazungumzo yetu tu binafsi hapa? Hapana, nyinyi ni wachumba, nyinyi ni wachumba. Sasa wachumba tuseme barabarani hivi, ustaz huyu mchumba ako, si useme, kwani mimi nitamuiba? Unaweza kanipiga midua nikaota matiti eh, staki. Kwanza kwanza niwapongeze niwapongeze Vimo samani ustadz na kushika kichwani. Vimo vimeendana. Yaani nikichukua hata tape hapa, yaani nyi hapa mita sita. Yaani sawa sawa yani. Hao ustadz unajua kuchagua ndugu yangu. Huyo ustadz mchumba wangu, tena ustadz akila mkuu yati, akipiga na Al Kassusi. <laughs> ustadz unagotwa mafuti. Sema nini ni mwambie kitu kimoja. Oa nini? Ustadz oa sasa. So ucheze ustadz. Umenisikia? Ume, oa. Ndoa si inakaribia ustadz utanialika mpunyenye. <laughs> Haya bila kwenda lakini mtoto mwopo watanga eh? Tanga kunani yo. Tanga kunani pale mbona kila kitu pale kimekwisha? <laughs> <laughs> <laughs> Maria. Ustaz umechagua chombo. La la la. La la la. <laughs> Mtihani huu. Sasa Nadhani umenielewa Mimi nimekuelewa shemeji yangu, na nawaombea Mungu malengo yenu yote mlioyapanga yatimie. Basi ndio hivyo, mimi siwezi kubadilisha mawazo shemeji yangu. Twende. siwezi kubadilisha mawazo kabisa, wazo langu liko pale pale. Kwa hiyo mambo mengine majifikira zake tu. Kumbe wewe mjinga, mi nikajua nani wewe. Mm, okay. Yani siku akikukuta mwenyewe umo ndani, hmm. shauri yako na umalaya wako humu, hmm. Taswihu fungeni mpate afya, ila dada Swaumu mabaya jifanyia